Tanzania, wanasema maradhi mabaya duniani ni mmonyeko wa akili, fikra na mawazo <coughs> yanasumbua watu hapa Kenya, na niliambiwa in Kenya people are either living or staying in denial and we have forces of darkness, Mr. Speaker Shere. Kabla sijaongea niongee, ninaomba ni, ulipopata ajali nilikuwa nasafiri sana, Kakamega kuzika, yyo, na kuzika sana Kakamega kuzika na dadangu hiyo miezi ya nane na ya tisa na wakati umerudi a ya kwanza kwa tabia mbaya hapa, tabia kwa tunapiga makoro makofi ya too primitive here we don't club hands. Mr. Speaker, Mr. Speaker, kuna tabia pili mbaya Mr. Zablon, kuna tabia ya pili mbaya sana, tunakuja hapa kupatia watu elimu ya bure, katiba ya bure, historia ya bure, watu wengine wanatuheckle. Nilikuwa nishata kama mimi na hama hiyo bongo zangu bongo, naenda bongo sasa kama zabdo nimerudi kama chema, kuna watu hapa ati uki... ukiongea kuhusu Kalonzo vibaya wanakuheko Kalonzo, unasikia mwingine anachekacheka hiyo ni ati ni sasa mtu anacheza. Asante. Mr. Speaker, mimi ni ODM Life member nilipa elfu ishirini. Jumamosi ilikuwa siku ya utalii Mombasa. Mahamri yalinunuliwa, chapari zilinunuliwa, watu wa Mombasa walipata, uchumi ulipanda, wageni walikuwa tele Mombasa, kutoka Ganze, Kakamega, wapi. Utalii ulinga, ulingara. Uwezi kusema alhamdulillah, hata warembo pia walipata pesa. So Speaker, nilikuwa, nilikuwa mamangina, meli ilipita kubwa sana mpaka mbali nini, nini, al kwa sherehe ya ODM. Meli ilipita kubwa mbulia jaona, meli anaona huko ng'ombe huko Mr. <laughs> Spika, Jumamosi ilikuwa matunda ya ODM, matunda ya ODM nataka niwatajia karibu saba. Ya kwanza, William Samuel Ruto ni product ya ODM. Am I true? The highest voted mp in Africa William Samuel Ruto with the ODM ticket alipata kura elfu sabini na tano. PNU alipata kura, Kibaki alipata 00 Othaya, Raila 50,000. Ruto na jamii ya Wanandi walipata. the best speaker in Africa Kenneth Otiato Marende, Uhuru alipatia Muturi. Tumepata katiba mpya, mkiwa mko hapa mko hapo kwa sababu Omido ni ODM ni Raila na hii bunge ile itengeneza nikapatia zamani na uchama mimi. Omido, Mr Speaker, kuna mtu amesema hapa tayajaona chochote Kenya hii asafiri au ni flyover hapa hata nasema au huoni kitu ayinu, haino I'm sure. Hebu toka hapo waanze kwenda kwenda mausani paka Kisumu uone vile barabara zimeundwa ma flyover ile ya aero inaitwa interchange not overflow, inaitwa interchange kama hujui. <laughs> Mr. Speaker, hii ni masikitiko. Joe alikuwa MP Kisauni, akawa assistant minister. Joe amekuwa governor two terms. Joe sasa ni waziri. matamshi ya Joe kisheria, ingekuwa mimi Ruto ningemfuta kazi hata leo. haya stahili waziri kuongea vile. kama mimi rais ningevuta leo Halikuwa na tabia ambayo sasa kuhitaji niko kwenye barabara sasa kuhitaji tabia mbaya. Kitaumana. Wewe ni waziri unasema kitaumana, wewe ni waziri. Mtakiona si banduki. Mnatamshika kama yale, Mr. Speaker kiwango cha Ali Hassan Joho nawaomba na wasi matamshi yale ya kina Orengo. Ile ni matamshi wangeongea nyuma ya meza huko kama wana yao. Hii ni sherehe ya ODM matunda yao. Wamepata yale Prime Minister. Mr. Speaker, kama kuna mtu wa kuheshimiwa Kenya hii ni Dr. William Samuel Ruto. Kuna wizara zingine ni takataka katika serikali, lakini unapopewa wizara ya cooperative, wizara ya energy na wizara ya pesa, sasa wewe ndo serikali, hamna habari. Unapopewa wizara ya cooperative, wizara ya energy, stima na mafuta, na unapopewa wizara ya pesa, sasa hiyo ndo serikali. Wacha hizo zingine takataka hizi kwa hivyo wale watu wanastahili kumpongeza Ruto ni watu wa ODM wamepewa wizara kubwa sana, na tena wamepewa Anthony General sheria, wamelala nayo hii. David President na na nini, umepewa wizara ya kidige, na kidige na nini? Umepewa wizara ya pesa, bado nataka ingine ambayo haina maana? Hii ya pesa, tumia energy, tumia sheria, tumia Kenya. Tatizo ni sheria, si si pesa. Wewe si, she... una wizara ya pesa, wewe ndio nchi, kila ndururu ikitembea unaiona. Usituambie wale watu ODM ambao wako huko mbele wamekuwa wakipita kwa koti la baba shauri yao. Wanaenda nyumbani wote. Wale ongea pale, wale wanaenda nyumbani wote. Na kama Joho ana nguvu atoke ODM basi. Kama yeye kwa ODM atoke aone. Hatakuwa anakuja kuna ngapi. Ajaribu. Baba ameondoka, ni nyinyi mujenyekee kwa Ruto, mubaki serikalini. Boss, serikali ni tamu, serikali ni sukari, serikali ni halua, serikali ni tende. <laughs> Msicheze na serikali bosi na Ruto, Ruto nasikia mambo ya keki. Wengine wajua keki zina majina, zina majina gani? Wengine waje kula keki hapa. Shida ikuwa keki, shida ilikuwa ni ODM in 30 years umefanyia nini Kenya? Ati nasikia Mama Karema analia maji hapa yuko wapi mama, na alipigwa mar, ali ma, alipigwa mara mwingi kura wakapigia, sijui ali huko wabunge wao pwani hapa, ni mbunge yupi anaongea huko bungeni ni kuhusu maji? Mama, umewahi kusikia, umewahi kusikia mbunge wako yeyote wa pwani anaongea kuhusu maji kule Nairobi, umewahi kusikia bungeni, umewahi kusikia? Sasa nani mwenye makosa? Sasa sisi kama wana, wewe ulipigia watu wa kora, pigia umido kura ijayo bunge <laughs> <laughs> Mr. Speaker, Misho,